Karibu kwenye chaneli yetu hii ya Daily Life TV. kama mara yako ya kwanza naomba usubscribe hapo na ubonyeze alama ya kengele ili uweze kutazama video zetu kila siku. Leo tunaenda kujifunza namna gani ya kuunganisha star connection na delta connection. Karibuni sana. Kwa hapa tuna connection mbili, tunataka tu tuone zinaungwaje. Kuna connection kmkaaaman saa tuna temeno zetu hizi tunaziona hizi kuna U2, W2 na V2. Huo kuna U1, V1 na W1. <coughs> Ili tuunge connection ya kwanza, kuna connection ya star na kuna connection ya nini? Ya delta. Kwa eh, connection ya star hapa tunaungana. Tunachukua waya, waya wetu tutafunga vizuri hapa. Sasa tunatolea mfano tu sawa. <coughs> tuna briji hapa, sehemu ya kwanza tunaunga hapa, sehemu ya pili tunaunga hapa, sehemu ya tatu. Umeona? <coughs> hmm. tusha briji hii, sawa au oh, tunautoa. Umeona hapa, baada ya hapo mimi tunaingiza hapa

W2 tuna bridge na nini, U1 tuna bridge hapa hivi apamona ya kwanza. Halafu baada ya Asu, bada, hapo tuna bridge ya pili ambayo ni U2 na V1 hapo Sawa sawa eh. Baada ya hapo tunamalizia na hii ya tatu ambayo ni V2 na W1 <coughs> V2 na W1 hii mona kwa ni delta. Kmie naingiza wapi na wapi? Na tutaingiza hapa, line ya kwanza hapa, line ya pili tutaingiza hapa, na line ya tatu tunaingiza hapa. Naa tumemaliza, tumeshaunga connection ngapi? Mbili, star connection na delta connection. Kwa hiyo naa tumemaliza, sawa eh? Eh. Sawa, leta <coughs> waya. Kwa hiyo unganisha hapo nilipokuambia to apapa Eh, chukua aya moja funga hapa, funga hapa wa pili wa tatu funga majina hapo na, na, na, na, na. Ah, na nini, sababu hizi ni fezi tu, kibadilisha hapa kinachotokea ni kama moto naenda nenda hivi itarudi hivi, ni direction. Funga tu huko chini, kuna watu maziweka hizi ndefu. Sawa eh? Anapo usiogope amna umeme afikia geba bana Hapo hakuna umeme, siwezi kukumaliza ndugu wangu, koo shika mau kama vina umeme zinaogopa sana, ila kuna hii vina nini, unaona hivi vavya vidogo hivi kigusana na huku na, hii, e, e, napiga tapiga shoti hapo, utakimbia hapo sababu so ujawe kuiona shoti like utakimbia sawa hapo eh? eee... ili uone <coughs> uhakika, sawa. Chukua tepo, chukua eh? tepo eh. Piga humo eh, washa